Naam, karibu sana mwanamichezo popote pale ulipo kanda ya kaskazini, kusini, magharibi bila kuwasahau na watu wa mashariki. Njoo hapa tuzungumze michezo na burudani, sehemu pekee tunapoweza kuzipata taarifa mbalimbali ni hapa ndani ya Chapesa Media. Mimi niko hapa kwenye kijiwe changu cha mwembe Yanga, na madhumuni ni nikupashe na nikuhabarishe mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani, unajua tunakwenda kuyazungumzia mambo yapi wewe? kuanzia mwanzo mpaka tamati nikukumbushi na nikwambia kwamba ligi kuu Tanzania bara imeendelea hapo juzi na hapo jana. Young Africans ushindwa mabao matatu kwa sifuri dhidi ya Pamba, lakini pia vilevile vile hapo jana, wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club Lunyasi wameweza kushinda jumla ya mabao matatu kwa bila dhidi ya klabu ya soka ya Fountain Gate jo hapa nizungumze na mzee wangu mzee Jerome haniambie mambo mbalimbali mbali ambayo ameona ndani ya kikosi chake kaka yangu uko poa? Ah niko poa kabisa. uko poa niko poa. Zima upo? Ah mungu mwema afya ana afya kabisa mm. namshukuru mungu mm. mungu ananipigania mungu wangu ana upendo mungu wangu ananipa faraja mungu wangu ananipa matumaini ya kutosha sana siku zote katika eh? Naam. Hivyo kumbe kabisa, e bwana, nianzie hapa nianze ku, ku, nianzie kuyatanua makucha yangu sasa. mm -hmm. Tuzungumze michezo. Simba yako umeiona, mzee? Uh, Simba nimeiona kwa sehemu. Siku hadi siku, Simba inaendelea kufurahisha Watanzania. Simba siku hadi siku inaendelea kufurahisha Watanzania, inaendelea kufurahisha bara la Afrika na inaendelea kufurahisha dunia kwa ujumla. Ujue klabu ya Simba Sports Club ndio klabu ambayo inatoa malezi bora kwa Tanzania. Ndio klabu ambayo inatoa mafunzo na Simba ndio amekuwa mwalimu wa Tanzania katika mpira wa miguu Tanzania bara. Pamoja kiafrika na Afrika Mashariki na Kati. Ndio klabu pekee ambayo inajivunia katika mafanikio. Ndio klabu pekee ambayo imebeba vilabu vingine kwenda katika kimataifa klabu bingwa na shirikisho. Kwa hiyo huo ndio ukubwa wa Simba. Ndio ukubwa wa Simba, ni mambo mengi tu yani, kwa uchache kwa sababu Simba ukizungumzia mafanikio ya Simba hata rais wa FIFA yeah. anaifahamu simba yeah. anaifahamu simba yeah. e, kabisa na ameshawahi kuiona simba katika mashindano ya Super League ambayo alifanyika Dar es Salaam mm. alikuja akaja mzee wenga akaja. akaja akaja akaja nani nani tuseme alikuja hapana alikuja alikuja mpiga filimbi bora Kolina alikuja Benjamin William Mkapa yes. kwa hiyo Simba pekee ndio imefanikiwa kuwaleta watu wa mpira duniani kuja Benjamin Mkapa. Kwa hiyo watu wengine wanaiga kwamba, wanachokifanya Simba watu wengine wanafuata nyayo zao. Kwa hiyo Simba ndio klabu ambayo kuweza kujivunia, hatuwezi tukajivunia tofauti na klabu ya Simba katika bara la Afrika. Simba ndio klabu pekee ambayo ndio iliyoleta mafanikio katika nchina nchi na kuiheshimisha nchi, yaani kuna kitu kinaitwa kuiheshimisha unavyotaka kuizungumzia kuiheshimisha mchi, kama nilivyokuambia, alikuja rais wa FIFA, alikuja mpiga filimbi bora Kolina, alikuja mkurugenzi wa ufundi FIFA mzee Wenga. ni Simba, pasipo Simba watu wasingekuja Allah. Kabisa. Simba Sports Club jana, ushindi wa mabao matatu kwanza, unaozungumziaje ushindi mnono ambao wameupata Simba hapo jana? ligi kuu Tanzania bara imeanza kwa upande wao, lakini pia vilevile vile, ushindi mnono wa goli tatu si haba kuanza ligi na ushindi mnono kiasi siku zote unavyotaka kuweza kujenga nyumba natakiwa kwanza uanze kupata kiwanja unavyotaka uh -uh, kuweza kujenga nyumba natakiwa upate kiwanja. Pasipo kiwanja huwezi kujenga nyumba. Hakuna nyumba ambayo inajengwa juu ya anga, lazima utafute ardhi ndipo uanze kuweka foundation yako, ndipo uanze kupata tofali na kuendelea juu. Kwa hiyo Simba tunazungumzia katika mafanikio katika msimu huu wa 25 26, Simba inaenda kuchukua ubingwa msimu 2025 Simba inaenda kuchukua ubingwa, yeah, wa ligi kuu Tanzania bara, yeah. Na Simba hii ambayo unaiona leo, ambayo Jumapili kesho kutwa tarehe 28, yeah, atasimama Emedi Moroko kama kocha kwa kuiongoza klabu bingwa Simba. Hii unaiona siku hadi siku inapiga hatua, yani step kwa step inapiga hatua katika kwenda katika kilele kile ambacho watanzania wanakihitaji. Tunachoshukuru ni kwamba kocha Faldu ametutengenezea msingi, ametafuta kiwanja, tukakipata, yeah, akajenga msingi, sasa sisi ni kazi yetu ni kuweka tofali juu ya msingi, ili kuendelea pale alipotuachia. Fadlu aliacha msingi ulio imara. Siku zote jiwe kuu walilokataa washi ni jiwe kula pembeni, si umenielewa? Yaani, jiwe walilokataa washi ni jiwe kula pembeni. Kwa hiyo Fadlu ni kocha ambaye ameileta mafanikio kwanza Simba kuingia finali baada ya miaka 32 iliyopita. Ndio kocha pekee ambaye hata wanachama wa Simba washabiki wa Simba hatujaweza kumchukia, hatujaweza kumchukua. Yale ushindi uliouona ule jana wa goli tatu ambaye limefungwa na Soa na Jean Ahoua, yeah. E, yeah. na yes. Yeah. Yeah. Hii ni misingi yeah. ambaye ameitengeneza nani yeah. kocha Fadlu kwa foundation. Foundation. Yeah, sababu Soa yeah. amemleta Fadlu yeah. Jean Ahoua yeah. amemleta Fadlu. Yeah. sawa na Deruk yeah. amemleta Fadlu yeah. Kwa hiyo kwamba lazima katika ladha hii ya wachezaji hawa watatu, lazima utazungumzia kwamba Fadlu ametuachia kiwanja ambacho kilikuwepo na msingi ulio bora. Kwa hiyo tunachokizungumzia kwamba Simba msimu huu tunaenda katika mafanikio, tutakwenda katika nchi ya ahadi ambayo waliahidiwa Waisraeli. Utaenda nchi ya ahadi, ndio Simba inataka kwenda huko. Miongoni mwa nchi za ahadi ambazo waliahidiwa wana wa Israeli ni pamoja na Misri. Ah, na, ni, ni Israel. Israel. Nchi ya, Israel. Nchi ya ilikuwa inaitwa Kanani, ilikuwa inaitwa Kanani. Hmm. Leo inaitwa taifa la Israeli. Soma kwa mujibu wa kitabu kile cha Kutoka inasema nitakutoa katika nchi yenye ukiwa eh, na nitakupeleka katika nchi iliyojaa maziwa na asali na asali. Mimi nataka ninukuu hapo hapo kwenye kile kitabu cha Kutoka. Ndiyo. Kwa ule mstari, mnaiona Simba hii inaenda kujaa nchi ya maziwa na asali ambavyo mmeiona. Kwanza tuliishi katika utumwa katika nchi ya Misri kwa muda wa miaka 430. Hatimaye Mungu ananyua nyua mkono wake kuwatoa wana waweze kwenda kupeleka katika nchi ya Ahadi. Ndipo lilivyo Simba, Fadlu, baada ya kukaa muda mrefu sana Simba kwamba hawajaingia hata fainali. Hebu ngoje nikawanyanyue ni watoe katika ile nchi ya utumwa, waani wapeleke katika nchi ya Ahadi. Sasa ndio namfananisha kama Fadlu ambaye ni mtu mmoja kama Nabii Musa ambaye amewacha wana wazereli pale jangwani. Kwa wale wana kuchukua kupeleka katika achaadi ndio hao makocha ambao wanafuata sasa kwamba Fadlu amejenga misingi ha, watu wengine wanaenda kula keki ile laini kwa sababu misingi imetengenezwa na Fadlu kwamba hawa wanataka kutupeleka katika nchi hadi kwenda kwenye nchi yenye maziwa na asali. Kwa sababu tumetoka katika nchi ambayo yenye mizunguko mikubwa nchi ambayo yenye miiba nchi yenye tabu tofali ilikuwa na fiatu tofali yenye uzito kilo 150. Sasa mateso, sasa tunasema basi mateso Mbwai na iwe mbwai hatimaye 2025, 2026 Simba ataenda kuwa bingwa wa msimu huu. Unyonge tena basi. Ndio nataka nikiseme kwamba mwaka elfu mbili ishirini na sita, Mungu anavyotujalia, uongozi wa Simba kupitia wanachama tunafanya uongozi wa kuchagua mwenyekiti mpya. Huyu mwenyekiti ambaye aliopo sasa, najua tayari muda wake umeshaisha. Tunataka kujenga sasa, badala kujenga msingi tunajenga ukuta. Ukuta ambao uko imara, maana hata kama inapigwa bunduki risasi haiwezi kuingia ndani. Nikinukuu kwa mujibu wa maandiko, yani leo ulivyokuja ndivyo nitakavyokupokea. Sawa. Maandiko yanasema ya, ya kwamba mabegani mwako ziko nyara. Ndio. Na utakapozitua hizo nyara. mm. Hakika kuna mambo makubwa ambayo utakayo kwenda kuyaona. mm. Kocha Fadwa ameondoka ndani ya Simba Sports Club. uh -huh. Amewatua mabegani nyara. Ndio, ambazo mlikuwa nazo wana Simba na ukame mkubwa wa miaka minne pasi kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Ndio, msimu huu mm, itoshe kusema ya kwamba Simba bingwa 2025 2026, kabisa kwa kukusisitizia pale, hata katika maandiko hayo pia unaposoma katika Mathayo zile sura 11 mstari wa 24 29, kuna maneno ambayo napenda kuyanukuu Yesu alisema mm, kwamba njoni kwangu msumbukao wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kupumzisha maana yake nini? Kustarehe. Simba inaenda kustarehe, sio kupumzika tu, inaenda kustarehe, kwamba zile nyara ambazo zilikuwa mabegani mwetu tayari tushatoa. Maana yake ule ni uovu, ule ni uchafu ambao walikuwa naye baadhi ya watu, tunaenda kwenda kuuvua. Tunaenda kubeba kitu ambacho kilichokuwa katika keki ya taifa, ambayo tunaenda kupumzika, kwenda kwenye pumziko la milele. Kwa hiyo Simba Sports Club ni klabu bora sana duniani, na wasi watazamaji, washabiki wa nchi hii, Simba ni klabu pekee ambaye itatufika katika nchi ya ahadi. Unatoa maoni gani haswa kwa wale mashabiki ambao wameikatia tamaa klabu ya Simba? Kwanza, kukata tamaa ni dhambi, hilo jambo la kwanza. Mungu anakataza kukata tamaa, kwamba hakuna mwanachama wa Simba ama mshabiki wa Simba kwa sasa ambaye ameikatia tamaa bali walichokata tamaa kwamba kuna baadhi ya viongozi wa Simba wameleta magumashi sana eh? Baadhi ya viongozi wa Simba wameleta magumashi sasa, zile kauli zio zinazosababisha watu wakate tamaa. Kwa hiyo, Simba sasa tunaenda katika mwendo ambao sio wakinyonga tu, hmm. Ni mwendo ambao wa nyoka nyoka ambaye hawezi kumgata mwanadamu. Kwa hiyo kwamba hivi ambacho kuzungumza mimi na wewe kama ndugu mtangazaji, hmm, na wasi washabiki wa Simba wanachama wa Simba yes, wakereketo wa Simba yes, Simba inaenda kubeba ubingwa ishirini na tano ishirini na sita Hawa ndugu zetu tuliwapa miaka minne wamepiga kelele sana, wametukana sana. Sasa awamwi tunaweka kwamba kwa sisi ndio wenye nchi, sisi ndio wenye mafanikio, ndio sisi ambayo tuliweza kuwapandisha ndege. Simba pekee ndio vilabu ambayo vimeipandisha ndege vilabu vinne. Hii ndio Simba ambayo sasa ndio unaenda kuiona Maanake ingekuwa kama kanuni ya kwamba simba inaenda kwa kubeba vilabu sita simba, kuwepo na uwezekano msimu ujao simba tunabeba vilabu sita. Simba ndio klabu pekee ambaye ndio katika bara la Afrika, ambaye bara la Afrika lina nchi hamsini na tatu, ndio simba pekee ndio klabu ya tano barani Afrika. Wewe huwezi ukaitoa simba katika mafanikio ambayo tulionayo, ndugu mtangazaji. Kwa kwahiyo simba simba ndio klabu ambayo ina, ina, ina mtazamo chanya kwa Tanzania wote. Ndio klabu ambayo inaleta weledi, ndio klabu ambayo tunaenda kula keki ya taifa. Kwa hiyo mimi nawasii washabiki wote wasikate tamaa. Simba ni yetu. Ndio kama ulivyoona kwamba katika tamasha la Simba Day, watu wenyewe walikuja wenyewe kwa mikono yao kwa fedha zao sio katika kugawiwa, kushurutiwa. Jezi za Simba kwanza mwaka huu kwamba ukisikani ndio unapata jezi iliyo bora. Kwa hiyo hatutaki jezi ambazo zenye changamoto. Jezi ambazo haziuziki hata ukivaa mtaani na kwa aibu bwana. Kwa hiyo mimi nawasii vilabu ya Simba na viongozi wa Simba washikamane, najua kwamba viongozi wa Simba wanajua wapi walipokosea na wapo ambapo wanataka kutengeneza klabu yao. Simba ndio klabu pekee ambayo yakuweza kujivunia kwa kila Mtanzania. Sisi sio Simba ni klabu ambayo yakuweza kubebwa, yakuweza kutafuta mashabiki mtaani sio klabu ambayo yakuweza kutafutiwa kumwajiwa jezi, hebu njoo ujaze uwanja. Simba inajaza uwanja wenyewe. Simba inaenda wenyewe uwanjani. Simba ndio inaleta mafanikio wenyewe. Kwa hiyo mimi nikusii ndugu mtangazaji kupitia Chapesa Media niwasii wanasimba kwamba waondoe hofu woga ni dalili ya kutokwenda kwenda ufalme wa mbinguni. Shukran sana mzee wangu Jerome, nakushukuru sana. Neno moja wasi vijana. Naam, neno la Kimungu. Uh, mimi nachotaka niweze kusihi, kuna urafiki gani kati ya, kati ya nuru na giza? Nuru na giza haviwe vikwa na urafiki. Unaposoma katika Wakorintho wa, wa kwanza ile Korintho wa pili ile sura ya 4, mstari wa 16, kwamba nuru na giza haviwezi kukaa pamoja. Ndivyo ilivyo klabu ya Simba, haiwezi kukaa pamoja na giza. Simba ni nuru. Shukrani sana, nakushukuru sana.